Tumewasikia sana, naomba mtusikilize na sisi. Huu mchakato mzima wa uchaguzi wa 2025 5 ilikuwa ni kama mmejiandaa na hichi mchokifanya, kulikuwa mvuko kwa mmejiandaa na uchaguzi, maana sera kuja nazo kwetu ni dhoofu sana sana, sera za kutupa mataa barabarani, wakati kuna watoto wanatoka Temeke, wanaenda Mbezi shule, watoto wanatoka Mbezi, wanaenda Temeke shule, na usafiri ambao huu wa daladala ambao unatumia masaa matatu mawili kwa hiyo route Umeona? Umetuambia sera kama sijui mtatupa dialysis bure kwamba kwa sababu figo zina fail na elewa. Lakini figo zina fail kwa nini? Kwa sababu pombe. That's the leading cause za, ya kidney failure sio? Sasa kwa nini usimwambie Diamond aache kuimba pombe pombe pombe pombe kwenye kila nyimbo zake? Mnakuja kusema kwamba tutawatibu hao wa, watu ambao walienda kunywa ku, ku, ku, mapombe during. Sera ni dofu ni atifu, mtatoa sijui masuala ya mamba mtaweka mind you watoto hao ambao wanasoma kwenye mazingira magumu kama hayo wanajifunza kwa Kiswahili tu, kuanzia la kwanza mpaka la saba sio? ambao sasa mpaka la sita sio? alafu mkiwapeleka form one, mnawafundisha sasa kwa Kiingereza. Yani wewe nikikupa mtihani sasa hivi kwa Kijerumani utafanya nini? Utakuwa failure tu, tutaongezea uwezi mtani. Kwa nini watu wasimalize la tano alafu kuanzia la sita mwafundishe Kiingereza, ile la sita mtumie tu ni kufundisha Kiingereza, ile wakija form one tunasema tayari wame transition Chuo cha maji kimeanza 1974, kikabadilishwa jina 1980, kikabadilishwa tena jina 2016. Kwa hiyo kwenye miaka 51 ya kwanzia chuo cha maji kianzishwe, kitu ambacho kimefanya ni kubadilishwa jina mara mbili. Hayo maji safi na salamu mpaka sasa hivi ni changamoto 2025, 51 years later, tunaambiana. Hao watu wanaandamana kwa nini? Afu kwanza tutarejea hadi kwa namna nyingine kudai haki ni ipi? Chanjo ilikuwa ni moja ya mambo ambayo yaliongelewa kwenye sera za 2025. Kwa sababu tutachanja ili tuonekane na sisi tunachanjaga. Naomba niwape insight kuhusu chanjo. Do you know kwamba kwenye COVID chanjo za corona, mataifa matatu tu ndio watu wa kuchomwa chanjo, matatu tu. Tanzania hapo hivi, majirani zetu Burundi na Haiti, Marais wao wote watatu walifariki efumila, kabla ya 2021 kuisha unanipata? Chanjo hizo hizo hizo by kuna jamaa anaitwa Edward Hooper alifungua kesi against the OPV vaccine akisema kwamba hawa watu ndo wamezalisha AIDS, kwamba AIDS came from the OPV vaccine. Kwenye hiyo kesi alileta 900 interviews from experts supporting his claim. Claimsa so, vaccines the MMR vaccine specifically It has been cited by many people to be a reason, a cause to autism. Hizi vaccines ambapo leo tunaambiana tu tuchanje ili tuone mataifa mengine anachanje without any research. Ah, sawa.